Itimishe kusema Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Mungu akulinde mwezi huu, mwezi wa nne ukae mwezi wa mafanikio kwako. Mwezi wa nne ukae mwezi wa baraka kwako mwezi wa nne ukae mwezi wa amani kwako. Naitwa Mchungaji Imani Mwasunda, unite Pastor Imani Mwasunda. Ninawapenda sana mashabiki zangu, ninawapenda sana rafiki zangu. Ukae mwezi wa nne ukamwone Yesu. Wewe ambaye una ajira, inatuma nguvu ya Mungu hapo ulipo, Mungu akafungue milango ya ajira, ukapate kazi katika jina la Yesu. Na wewe ambaye unaumwa, uko hospitalini, upo majumbani Natuma nguvu ya Mungu kuanzia sasa, ukapokea uponyaji katika jina la Yesu. Na wewe ambaye una amani, ninatuma damu ya Yesu kuanzia sasa, ukapate amani katika jina la Yesu. Na wewe ambaye unasoma uelewi darasani, natuma nguvu ya Mungu, maro yote ya kufeli mitiani, maro yote ya ujinga, ya kusahau vyote ulivyosoma, yakatoke katika jina la Yesu, ukafaulu kwa viwango vya juu. Na wewe ambaye unasafiri, Mungu akakubali ukafike salama. Kila roho za ajali zikatoke katika jina la Yesu kila roho za ajali, ajali za moto, ajali za magari, za pikipiki tunaenda kuziondoa na kuzivunja katika jina la Yesu. Tunaachilia amani ya Yesu ikatawale. Wewe ambaye uliepangwa ufukuzwe kazi, kila roho zote za kufukuzwa kazi, kila roho zote za kuonewa, za kusingiziwa kesi, tunaenda kuzivunja na kuziondoa katika jina la Yesu. Aidha, kuna watu wamekufanyia